Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye amefanyiwa mahojiano kwenye TV kubwa kabisa duniani BBC Swahili News. Amezungumza maneno mengi sana lakini tutakwenda kukuwekea kipande ambacho amezungumza mahusiano yake ye, yeye na Rwanda. Msikilize anachozungumza kwenye hii video ambayo tunakuwekea hapa hivi. Tumeanza mazungumzo tangu mwaka wa 2020 tunaendelea mazungumzo lakini, tukaona vile ambavyo Rwanda ikinapangia M23, ndiyo ikinaandaa na sisi kupanga wasi ili wakati tashambulia Burundi. Tunaona ina mpango wa kushambulia Burundi, inatafuta Warundi ili iseme wana ni Warundi lakini ni Rwanda inaandaa sisi. Tuna waomba amani, wakikataa kuna siku tutasema. Sasa hivi tunaona mamba nakuwa magini na warundi wana hakika ya ku, kudefend ku, ku, wananchi wao wow. Ndio sababu mimi nasema akiendelea hii vita inaweza kuwa regional because Rwanda patakuwa vita, Burundi vita, DRC vita, watu watasambaratika, wataenda nchi mbalimbali na region yote naungua osa nasema watu wamshauri, sababu sisi Burundi hatuweze kukubali kuuawa kama wale wa Kongo. Sisi tutauawa kwenye vita. Hatutauawa vile vile. Ndiyo sababu mimi namshauri umsimamishe hapo. So hayo ni maneno kati ya maneno ambayo aliyozungumza kwenye BBC Swahili. Alizungumza maneno mengi, lakini hicho ni kipande tu ambacho tumekuekea kwa ajili ya kusikia alivyozungumza kwa ajili ya Rwanda na kati. Alivyozungumza amezungumza kwamba akasema kwamba yeye hayuko tayari kuona Warundi wanaangamia, e, yaani wanaangamia kiolela bila kujitetea. Ni lazima wakufie katika vita, lakini wakuwe wamepambana, wakuwe kabisa wametumia nguvu zaidi kwa ajili ya kutetea taifa lao. Akasema kwamba hawezi kukubali kuona taifa lake linaangamia kama jinsi wakongomani wako wanakufa kiholela, afu wanakosa msaada wote ile, lakini akasema kwamba wao wako tayari kupambana na kutetea nchi yao na kuweka usalama kwenye nchi yao. Hakuna mbata kaikuja kuja kuvamia nchi yao kiole lafu wakamwacha salama kabisa. Akazungumza tena akasema kwamba hii yote Rwanda kushika mkono M23, wako wanatafuta jisi gani watashika East Africa ya ya Kongo. Baada ya kutoka Kongo, wanataka kutafuta jisi gani watakavyoingia Burundi. So wakisubutu kuingia Burundi, yani vita itakuwa ni kati ya nchi tatu, na Rwanda isitegemee kwamba vita vitapiganiwa ni Kongo tu ama ni Burundi tu. Vita kwenda hadi kwao Rwanda kule, watapigana kweli kweli. Ni yani itakuwa ni vita ambavyo vitakuwa kati ya nchi tatu, na watu katika hizo nchi tatu watasambali, watasambalatika zaidi na kwenda kabisa uh, kwenye nchi tofauti tofauti ambazo ziko Afrika ama za nje ya Afrika. Akamaliza kwa kuomba wa viongozi wa nchi tofauti tofauti ya kusema kwamba wamsimamishe Kagame na kumwambia kwamba achane kabisa mara moja na mambo ya uchokozi, mambo ya kutaka kuleta vurugu katika nchi, kukosesha us usalama kwenye nchi hizo. Kwa hiyo akamaliza kwa kusema kwamba ni lazima wamsimamishe. Eh, Kagame kwa kukosesha usalama katika nchi tofauti tofauti ambazo asasa Kongo na Burundi. Akasema kwamba kama wasipomwambia hivyo vitu ambavyo vitakuwa hapo mbeleni vitakuwa ni vibaya sana. Wastopishe waachane mapigano, waishi kwa amani kama jinsi zingine nchi wanaishi kwa amani, kwa sababu kuwa jirani kila siku, jirani jirani mwema. Sijui kwewe kama mdau unaonaje, Kagame atasitisha mapambano? Atakubali kushuka na kuleta amani katika hizi nchi mbili, uh, Rwanda na Burundi? Sijui maoni yako ni yapi tu.